Miongoni mwa masta ambao wamechukua fomu za ubunge ambao wameonyesha nia yao kabisa kutaka kugombea vyeo tofauti mwaka 2027 kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba kule Tanzania ni pamoja na Baba Levo. Bwana Baba Levo alishakua diwani kipindi fulani kule Kigoma, na sasa hivi mwaka 2025 bwana ametia nia na tayari ameshachukua fomu yake ya kuenda kugombea ubunge kule Kigoma. Sasa baada ya hiyo bwana, kuna hii video ambayo unaiona, Baba Levo anaonekana kabisa mwenye furaha na alikuwa pia kule kuapa na baadhi ya picha ambazo zilikuwa zinaonyesha kabisa ameshakabidhiwa cheti chake cha Uh, ama imeshakabidhiwa fomu yake rasmi kabisa kwenda kuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa wanagombania kiti cha ubunge kule Kigoma. Sasa mshikaji wa Baba Levo ambaye pia ni bosi wake, lakini pia ni homeboy wa Baba Levo, namzungumzie Diamond Platnumz kupitia Insta story yake, ameamua kumpa hongera zake na kumwandikia ujumbe mzito sana Baba Levo kupitia Insta story na ujumbe ukasomeka kama hivi. Najua ni kiasi gani unaipenda na una uchungu na Kigoma. Siku zote umekuwa ukipambania kwa hali na mali. Nakumbuka kuna siku linaambia kwa uchungu kwa siku Mungu akikujalia kuwa mbunge utapambana juu chini kuhakikisha Kigoma yetu inakuwa na maendeleo inayostahili na kuamini na ni kudhibitishie tu kwamba kwenye hili la ubunge una sapoti yangu ya hali na mali kwenye kuhakikisha Kigoma yetu inapata maendeleo bana. Sasa Diamond amethibitisha kabisa kumsapoti Baba Levo kwenye safari yake hii hapa ya kugombania ubunge kule Kigoma, na anasema kabisa kwamba amemthibitishia kwamba anampa sapoti ya hali na mali kwa maana kwamba hata kama kuna sehemu ambayo Baba Levo atakuwa nakwama na anahitaji msaada wa kifedha kwa ajili ya kwa kuweza kufanya masuala ya kampeni, kama sio tunavyojua kwamba kampeni ni moja kati ya vitu ambavyo huwa vina mdrain sana mgombea yote ile, yaani ni vigumu sana hususan kwenye siasa zetu za Afrika, maana kufanya kampeni bila kuwa, kuwa na kiasi cha pesa ambacho kitaweza kukuwezesha kufanya mizunguko mpaka na nini na nini. Kuna namna ambavyo pia pesa hizo huwa zinahusika katika kuwa, mm, kama kuwa rubuni niseme hivyo baadhi ya wapiga kura na vitu kama hivyo, yani, kuna mambo mengi sana ambayo wanahusika. Sasa kwa pande ya Diamond bana, amejitolea na amesema kabisa kwamba atatoa support yake ya kutosha kwenda kwa Baba Levo, iwe support ya hali lakini pia support ya mali. Sasa na ameweka tick, naamini kabisa kwamba katika hili bana, Baba Levo anakwenda kutoa ushindi. Baba Levo alipata ushindi kwa kiasi kikubwa sana kipindi alikuwa diwani, kabla kuweza kupata matatizo yalimpelekea pia kaenda jela kwa muda, lakini baada ya kutoka ndio akaamua kurudi kwenye muziki na mambo yakawa ndio kama hivyo, akaja kujipata ashakuwa blue chawa kama kawa na akajikuta pia amekuwa mtangazaji, na so mambo yamekuwa ni mengi sana. Ameamua tena kurudi upya kwenye ulingo wa siasa na mara hii hataki udiwadi tena bana, amshikaje nao kwenda kugombania ubunge na ameamua kuchukua fomu kabisa kudhibisha kwamba yupo serious na hili swala, na mwaka elfu mbili na ishirini na tano, kama mambo akienda vizuri, na Mwenyezi Mungu kama akimjalia Baba Levo basi huenda mwaka ujao utakuwa nazungumza na Baba Levo ambaye sio chawa tena, bali ni Baba Levo ambaye ni mbunge ambaye amekwenda kupigania haki na maendeleo ya wana wa Kigoma. Sasa sijui yana kwenda kuwania tena lakini kwa hili let's wait and see bana, kila mmoja anapambania nafasi yake.